Kurugenzi ya kampuni ya magazeti ya serikali TSN imemsimamisha kazi mhariri mtendaji wa kampuni hiyo, Gabriel Nderumaki kutokana na kutoridhishwa na utendaji kazi wake. Uamuzi huo umetangazwa na mwenyekiti wa bodi hiyo, Moses Warioba mbele ya waandishi wa habari jijini Dar es Salaam na kuongeza kuwa nafasi hiyo kwa sasa itakaimi, itakaimiwa na Tuma Abdalla ambaye ni naibu mhariri mtendaji wa TSN. Bodi imeamua kuchukua hatua zifuatazo: Umesimamisha kazi mhariri mtendaji ili kupisha uchunguzi stahiki na hatimaye hatua stahiki kuchukuliwa na mamlaka yake ya ajira. Swala hili inabidi kuchunguza kwa nini hali imekuwa hivyo katika kampuni hii. Sasa yule ni presidential appointment. Sisi kama bodi hatuna mamlaka naye, mwenye mamlaka naye ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni mamlaka ya ajira. Lakini sisi tunaweza tuka na mamlaka kwa maelekezo maalum kutoka wizarani ya kumsimamisha kazi na ndicho tunachofanya ili kupisha uchunguzi, na mamlaka yake baadaye itaamua baada ya uchunguzi huo, na uchunguzi huo unafanywa na serikali. Yule atakapokuwa amesimamishwa, itakuja swala kwamba ni nani atachukua nafasi yake. E, nafasi yake anachukuliwa na, na ndugu Tuma Abdalla ambaye kwa sasa ni naibu mhariri mtendaji kurugenzi ya kampuni ya magazeti ya serikali imefikia uamuzi wa kumsimamisha kazi Nderumaki saa chache baada ya waziri wa habari utamaduni, sanaa na michezo Nape Nnauye kufanya ziara katika ofisi za kampuni hiyo kwa lengo la kujionea utendaji kazi wake. Waziri Nape, baada ya ziara hiyo, alielezea kutoridhishwa na utendaji kazi wa management ya TSN na hivyo kuiagiza bodi ya wakurugenzi kuangalia namna ya kushughulikia suala hilo, wachukue oh, hatua. Kuna baadhi ya mambo yamefanyika kume kwenye management ya me, yako maamuzi ambayo ya yamefanywa na management ambayo ya aitakiwa yafanywe na bodi na bodi iwe na, na, na maelekezo yake. Bahati mbaya kwa sehemu kubwa yamefanywa bila kuwa na na uh, ushiriki wa bodi, na ukisikia taarifa za bodi inaonekana pana pana pana miscommunication, pana kutokuwa na uh, uh, taarifa za kutosha kutoka management kwenda kwenye bodi. Kwa hiyo hili limesababisha matatizo makubwa uh, ya kiwemo ya kushuka sana kwa morali ya wafanyakazi. Ukiangalia trendi ya wafanyakazi wanaoacha kazi hapa imeongezeka sana, na hili ndio limetushtua, lime, lime sana. Kwa hiyo imetaka bodi ikae ilitafakari ili, ili hilo. Kwa hiyo yako baadhi ya maamuzi, naamini bodi wataya reverse watayarudisha, wataya kwa maana ya kwamba hayakufuata utaratibu ili kama iko haja ut, ya kuchukua uamuzi huo uliochukuliwa basi ufuate utaratibu. Lakini pia nimewaagiza bodi wa, watafakari juu ya anayeongoza uh, management kama uki, ukiangalia, ripoti ile inaonekana pana mgogoro mkubwa ndani ya management yenyewe. Watumishi wengi ndani ya, ya management wana maonyo, wengine wame, wamesimamishwa kazi wengine hivi, kwa hiyo pana mtafaruku mkubwa